Wewe nasema, dokta habari, nasumbuliwa na mno na fungus sehemu za siri, na aweza kupata dawa? Nikamuuliza ndio, ipo dawa, ipo tangu lini. Okay, uh, changamoto ya fungus na UTI sugu imekuwa ni changamoto kubwa sana katika kipindi hiki, lakini shida hasa kubwa ni kwamba namba moja katika hayo hayo matibabu ambayo ni hospitalini, wanaume wengi wamekuwa hawana mchango wowote katika kuweza kushirikiana na wenza wao katika changamoto hiyo, katika upande wa matibabu. Hiyo ni one of the source ambayo inapelekea wanawake wanasema, daktari, nimetumia nimepewa dawa hospitalini, nimeandikiwa sindano na choma mwenyewe, lakini mke wangu, mume wangu hatao ushirikiano, wote mwanamke anajitibu mwenyewe, mnaenda mnakutana, kumbe mnapokuwa mme mnapokutana kuna baadhi ya bakteria ambao wanabaki pia, au mnaambukizana wa mnabadilishana bakteria pia. Kwa mara nyingine, kama ni UTI inarudi pale pale, kama ni fungus inarudi pale pale. Kumbe ilitakiwa wote muweze kutumia dawa. Lakini namambili ni katika haya matibabu ya hospitalini, wanawake wengi wamekuwa wananiambia, nimehangaika kwa muda mrefu, nimetumia dawa aina nyingi, natumia dawa na napumzika mwezi mmoja, mwezi unaofuata UTI inarudi tena, fungus hakuna matibabu ya hospitalini yatakayo kutibu fungus wala UTI, ila matibabu ya hospitalini asilimia tisini na tisa au asilimia themanini kwa haraka haraka yatakusaidia kutuliza tu. Kama ulikuwa unapata miwasho mikali sana, ile miwasho itapungua na kuna uwezekano mkubwa ikaondoka ukahisi umepona lakini kumbe imetulizwa tu. Kwa hiyo asilimia kubwa, dawa nyingi za hospitalini sio zinakutibu, bali zinatuliza tu. Dokta Kuboja na matibabu ya asili ya changamoto hii, naomba tuwasiliane. Yani mwanamke ambaye una changamoto hii, lakini dawa hii nitatoa kwa wanandoa wote wawili, yani mke na mume. Maana kama ni mwanamke ukimtafuta, hakikisha umemshirikisha na mme wako, au mnaweza mkanimpigia mke wote na mme wako, nitawapa dawa, mtatumia wote wawili mke na mume na baada ya kutumia dawa yangu hii ya kienyeji, ni ya kunywa, ipo katika mfumo wa unga unga na mizizi. Utatumia baada ya hapo, hamtaona UTI tena, ni UTI itakuwa ni historia. Lakini cha mwisho ni uaminifu baina yenu. Sasa wanaume, wanaume wengi wamekuwa wanatoka nje ya ndoa na wanawaletea wake zao